Mahakama imerejea na anasimama Renato Simkude na kusema, tuko tayari kuendelea na tuko na shahidi wa wazi, mda wote tunaendelea na shahidi ambaye ni H3923 Detective Corporal Michael. mimi ni askari polisi, mimi ni Mkristo. Huyu shahidi mwingine ni shahidi ambaye atakuwa ni PW PW6, anaongozwa na Ignas Mwinuka. Shahidi ni mwembamba mrefu kidogo, mosi na amevaa miwani Detective koplo Michael anasema anaishi Kiusa Street, Moshi, Kilimanjaro. Ninafanya kazi ya askari polisi, nafanyia kazi yangu ofisi ya mkuu wa upelelezi mkoa wa Kilimanjaro. Nimekuwa katika ofisi yangu tangu mwaka 2015. Nimejiunga jeshi la polisi mwaka 2012 na kuhitimu mwaka 2013. Nilipata mafunzo ya awali katika shule ya polisi Tanzania TPS, kwa maana ya shule ya polisi iliyopo Moshi na majukumu yangu ni upelelezi wa makosa ya jinai, ukamataji wa uhalifu, kuzuia uhalifu pamoja na majukumu mengine mbalimbali mbali ya jeshi la polisi. Tarehe nane mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano, nakumbuka majira ya asubuhi, nilikuwa doria na askari wenzangu, tulikuwa tunazungukia maeneo mbalimbali mbali ya moshi mjini. Anaendelea detective kopro Mike, anasema lengo ni kufanya doria, kukamata uhalifu na kulinda raia na mali zao. Tukiwa tumefika maeneo ya Njoro hapo wilayani Moshi tulipata taarifa za kiintelijensia kuwa kuna kijana mmoja anahamasisha wenzake kuhusiana na kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu uliokuwa unatarajiwa kufanyika mwaka 2025. Baada ya kupata taarifa hizo, kutoka kwa P8 ambaye analindwa na mahakama, tulimkamata mtuhumiwa na maa, kama, tuli, mkama, tamtumi, kumpeleka ofisi ya rasio Kilimanjaro, tukampeleka ACP Beach, alinieleza Nifungue jarada la uchunguzi na nilifungua jarada lenye kumbukumbu namba KR mkwaju CID mkwaju PE mkwaju 18 mkwaju 2025. Afande alisema kijana huyo apigiwe simu na ahojiwe na Detective Koplo Rashidi na wekwe, awekwe na mahabusu kwanza na atatoa maelekezo baadaye. Wakili Ignas Mwinuka anaendelea kumhoji. Detective Koplo Mike anasema kijana huyo alitolewa kwa masharti awe anaripoti kila Jumatatu hapa polisi. Ilipofika tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano afande RCO aliniambia ni mtafute yule kijana anayekuja kuripoti, nimwandike maelezo upya, na hayo yalikuwa ni maelezo ya shahidi, aeleze ni kitu gani kilichompelekea yeye kuhamasisha wenzake kufanya vurugu katika uchaguzi uliotarajiwa kufanyika. Ilipofuatilia kumbukumbu, nikagundua siku hiyo hiyo ndio alikuwa amepangiwa aje kuripoti alipofika nilionana naye na, na nikamwandika maelezo ya shahidi kwenye maelezo yake. Aliniambia yeye ni mwanachadema. Alidai alikuwa mwanachama toka akiwa anasoma sekondari. Alisema yeye ni mkereketwa wa Chadema na alikuwa anaunga mkono kauli mwenyekiti wake wa chama Tundu Lissu na ndio maana alikuwa anahamasisha fujo, uh, na kukinukisha. Alidhamiria kufanya uasi kwa serikali inayoongozwa na na CCM na aliongeza kuwa eh, kwa kusema kuwa mwenyekiti wao alisema hawatakubali uchaguzi kufanyika na wako tayari kukinukisha hadi serikali watakapofanya marekebisho ya tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya. Baada ya kumandika maelezo eh, nilimpa ayaseni kila peji na akakubali kuwa ni maelezo yake. Waheshimiwa majaji, kwa shahidi huyu ni hayo tu, amemaliza. Ignasi Mwinuka.